Want... na sasa tugeukie siasa. Taharuki ilishuhudiwa kwa muda mfupi mjini Nyeri kabla ya kinara wa chama cha DCP Rigathi Gachagua kuhutubia mkutano wa kisiasa katika eneo hilo. Makundi mawili hasimu yalikabiliana kwa muda mfupi na kisha baadaye Gachagua kuhutubia mkutano huo. Awali akizungumza hapa Nairobi, Gachagua anashikilia kuwa atakuwa debeni kuhakikisha kuwa rais William Ruto anaondoka mamlakani. Melita Ole Tengezi anaarifu. Ilikuwa mguu niponye kwa dakika kadhaa mjini Nyeri kabla ya kinara wa DCP Rigathi Gachagua kufika kuhutubia mkutano wa kisiasa. Wale wanaompinga Rigathi Gachagua wakionekana kufurushwa na wale wanaomuunga mkono. Awali kundi la vijana lililokuwa limejihami kwa mipini lilikuwa limeapa kwamba Gachagua hatahutubia mkutano Nyeri lakini mipango yao ikaonekana kuambulia patupu Gachagua baadaye akihutubia mkutano mrengo wa DCP ukiongozwa na Gachagua na wandani wake umeonekana kuanza misururu ya kampeni hii leo wakianza soko la Marikiti na Gikomba na kumalizia kaunti ya Nyeri Gachagua akisisitiza kwamba atakuwa debeni kwenye uchaguzi mkuu wa mwaka ujao. Tia nafasi ni kuwe rais wa Kenya wa sita katika jamhuri hii mtanichagua? Wangapi wanasema rigiji anatosha, rigiji anatosha? Na unajua mimi mimi, huyu Kasongo, mimi ndio kiboko yake, na huyu Kasongo mkinipatia nafasi, nitamkimbiza kama baisikeli ya kuibiwa. Huku akipigia debe chama chake cha DCP Gachagua amesisitiza kuwa utengano wake na Rais William Ruto kisiasa ulitokana na kukosa chama dhabiti kutoka ngome yake na badala yake kukubali kujenga chama cha UDA. Unajua tulipata hasara, tulienda harusi na gari ya mtu mwingine. Kufika kwa mtu akatuambia tushuke. Sasa, sisi tumeuda chama yetu ambaye tutatafuta naye serikali ambaye itakuwa na wabunge ya, ya kutetea nyinyi. Chama chetu mpya inaitwa DCP. Amemsuta Rais William Ruto kuhusu mpango wake wa kuibadilisha Kenya kuwa kama Singapore, akidai kwamba ni ahadi tupu za siasa za kampeni tu, akisema mambo ya Singapore asijibiwa na mtu yoyote. Mimi nataka akiongea mambo ya Singapore tunamuchekelea, si ndio? munajua kucheka Munajua kucheka. Aidha, ameapa kutifua kivumbi katika siasa za kaunti ya Nairobi huku akimtupia vijembe gavana wa Nairobi, Johnson Sakaja na uongozi wake. Milita Oletenges